Na mzigo huu niliopewa kwenu ni wa salamu za heri na baraka kwenu. Mheshimiwa Dk Samia Suluhu Hassan anawatakia kila la heri kwenye wiki hii ya vijana inayoelekea kuishia siku ya uuzimaji wa mwenge kitaifa hapa jijini Mbeya. Mheshimiwa Dk Samia Suluhu Hassan anafurahia anapoona vijana wetu watanzania wakikutana pamoja wakijadili mambo mbalimbali, ikiwa na mafanikio lakini kunya changamoto za vijana katika taifa hili na kuiwezesha serikali kuweza kuchukua yale yote muhimu yanayoshauriwa na vijana wetu, kushiriki kwenye uzinduzi wa wiki ya vijana na kitaifa kwa mwaka 2025 inayofanyika hapa jijini Mbeya. Lakini vile vile tupie nafasi hii kupongeza mkoa Mbeya kwanza kukubalika mwenyeji lakini aiimbili kuendelea kuingia kwenye maandalizi ya matukio yote yanayokwenda kupelekea mwenje kuzimo akitaif imeratibu zoezi hili ikishirikiana na taasisi za kifedha zote kubwa, ikiwemo benki zetu kubwa za NBC, CRDB, NMB, Azania benki na mabenki mbalimbali mengineyo katikisha kwamba vijana wanapata fedha hizi ambazo zinawasaidia kwa ajili ya kwenda kuanza maisha kule nje wanapopenya. Lakini pia tumeendelea kuvumisha na kuanza kutekeleza sera ya taifa ya vijana ya mwaka 2007 na mwaka 2024. Sera hii inatoa mwongozo katika kuendeleza na kuboresha hali ya maisha na ustawi wa vijana nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutapata elimu na uzoefu wa uongozi

Ndiyo, karibu sana na wanafunzi wangu na nina ofisi yangu, ninajitegemea na nitegemezi kwa familia yangu wa siku veca nisiuchote na